Hey, mambo vipi? Najua muda mwingine inakukuta na wewe kitu kama hichi ambacho kiliwahi kunikuta mimi, lakini sikuwa najua kama inawezekana kuweza kurudisha hii kitu. So, inatokea unatumia browser yako na umefungua tabu zaidi ya moja kwa wakati mmoja, na umekuwa tabu zote hizo unazitumia kwa kuweza kuangalia pengine vitu tofauti tofauti. Sasa bahati mbaya umeweza kufunga tabu miongoni mwa hizo tabu ambazo zilikuwa wazi na hukumaliza kazi yako. Vipi unaweza kuirudisha? Ndo kitu ambacho video hii ya leo nitakwenda kukufundisha. So tayari unaona, mfano mimi nipo hapa katika YouTube e, channel ya Mohamed Hafidh, najaribu kuangalia tutorial mbalimbali mbali. Lakini bahati mbaya nimekuja kuklik hapa na imefungika kama hivi. So usipanic, ni rahisi sana, unaweza kutumia keyboard shortcut ambao ni kwa kuklik control, then ukaklik shift na t kwa pamoja, unaziklik hizo moja kwa moja itari open ile tabu ambayo ilijifunga kimakosa, ama kwa bahati mbaya uliweza kui close. So kama hivi ambavyo umeona imeweza kurudi just kwa kuclick tu hiyo keyboard shortcut control plus shift plus t, itaweza kurudi ile tabu ambayo umeifunga bahati mbaya katika browser yako. Lakini si hivyo tu, una uwezo pia, kama keyboard shortcut umeisahau, ukaright click hapa katika sehemu ambapo tabu zinakaa ambapo hakuna tab, then ukaclick katika reopen closed the tab. Unaona keyboard shortcut ambayo tuliitumia mwanzoni ni hii hapa, control shift t. Ukiklik itajifungua ile tabu ambayo kwa bahati mbaya uliweza kuifunga na kuendelea kuweza kujifunza katika YouTube channel yangu ya Mohamed Hafidh Tz. So sina ziada leo. Najua kuna wengine watakuwa tayari wanaelewa hiki kitu, lakini kuna wengine bado hawafahamu kama una uwezo wa kurudisha tabu ambayo umeifunga kimakosa. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu kwa trick na tips kama hizi, like video hii, usikose video ambayo itafuata. Asante.